na wale vijana ambao wanaishi huku mjini, anaokoka, anampenda Yesu na nini, alafu inafika siku ya harusi, unasema mimi mzazi wangu ni mchungaji. Hapana, mchungaji hajakuzaa, mchungaji ni mzazi wako wa kiroho, lakini yupo aliyekuzaa, yupo aliyekutoa, yupo aliyekulea mpaka mchungaji akakuona Haleluya, mpaka ukaja Kariakoo alikuwepo mzazi aliye struggle aliyeuza mbuzi akauza kondoo akauza mchicha akauza mkaa, wewe ukawa kama ulivyo leo. Leo inakuwaje? Leo mzazi apewi nafasi, unasema mii harusi ya yangu, mzazi mzazi wangu awezi kukaa hapa, kwanza baba alivyo ana macho mekundu, ile pombe yani amekaakaa hivi kama anadondoka. Ndio mzazi wako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, hata kama anavuta bangi ni mzazi wako. Una kazi ya kumwombea arudi kwenye nafasi, lakini ni mzazi wako, na Biblia inasema tuwaheshimu. Haikusema waheshimu wazazi wanaonipenda mimi, hajasema. Imesema tuwaheshimu wazazi na umoja wa familia. Nataka na nikuambie, mzazi huyo unayemdharau akitamka neno uendi mbele wewe akitamka neno la kukulaani na kuambia upe upandi uendi, lakini akitamka neno la kukubariki utaziona baraka mwana. Yesu asifiwe! Kwa hiyo tuwahudumie wazazi, tuwahudumie wazazi. Kuna watu wengine hapa mna majumba ya hatari sana, na ni baraka kuwa na nyumba nzuri. Mungu ametubariki, tunamshukuru Mungu kwa nyumba nzuri. Pigeni makofi kwa Bwana Yesu kwa nyumba nzuri. Lakini kama wewe una nyumba nzuri hapa, mpaka hata kwenda chumbani kwako tunatafuta bajaji ya kutupeleka toka sebuleni kwenda chumbani, lakini nyumbani kwenu kuna kijumba, hata unaona aibu kwenda. Haijafaa ikiwa wazazi wanalala kwenye kijumba, wanaliwa na chawa, ikiwa wazazi wanalalia ngozi, ikiwa wazazi hawana mahali comfortable pa kulala lakini wewe huku mjini unatanua, una majumba sita saba, wanapangisha wengine, umewajengea wengine, wanapangisha. Hata kama wanakupa hela, wanalala vizuri, lakini baba na mama yako wanalala vibaya. Nataka nikuambie leo, pasaka hii fufuka na Yesu, anza kutafakari, kajenge nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Tunaongelea habari ya familia. Haleluya, glory to God. Bwana asifiwe. Uko mjini uko hapa kwa sababu umeletwa na wazazi, wewe usinge kuwepo. Bwana Yesu asifiwe, lazima kuwatunza wazazi. Kuna wazazi wengine wanaombaomba huko, lakini wewe hapa hela unatupatupa tu, unatupatupa tu. Wazazi wengine wako huko nyumbani wanaombaomba. Naomba nikwambie, sadaka ya maana na ya muhimu, hata kama hapa kanisani ungekuwa unatoa mamilioni kama wazazi wako wanaangaika kule nyumbani, hawana sukari, hawana mchele, hawana ndizi, hawana kinyama, wewe unasema unaleta sadaka kwa kanisani, hiyo sadaka ina waraki? Nataka nikwambie kabisa, hiyo sadaka tutachukua sisi wachungaji, tutapeleka Kitopeni, tutajenga, lakini kwenye kitabu kule mbinguni haipo, kwa sababu sadaka ya kwanza na ya maana lazima wa mie wazazi wako waliokuzaa kwa kuleta duniani, wanunulie nguo wavae, wapendeze. Sio mzazi anavaa makoti lingine limechanika huku, suruali haieleweki huku, kumekaa katu, alafu unasema wazazi wapo wanajitosheleza. Nataka nikwambie, hata kama wanajitosheleza bado kuna ile sehemu ya kwako wewe, kama mtoto ifanye. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Mahusiano na wazazi Jamani naongea mahusiano na nani? Familia, wiki ya familia hii. Pasaka hii naomba ufufuke. Hebu Roho Mtakatifu asikupe amani siku ya leo mpaka uhakikishe mzazi anakaa vizuri. Kama unalala nyumba nzuri mzazi alale vizuri. Kama unakula vizuri mzazi ale vizuri. Kama mzazi hana bima, kata bima. Sevuela. Sevuela. Hata kama unafanya biashara biashara, si nani sana Save well, mpaka ifike ile laki tatu na ngapi, mkatie hata bima hizi za kawaida, hizi za halmashauri, mzazi awe na bima. Sio anaumwa homa anaanza kuombaomba, mwanangu nitumie hata elfu tano, nina homa, sikulala vizuri. Message yenyewe utumi hata baada ya wiki, unafikiri utabarikiwa wewe? Utakuwa unaenda unarudi, unarudi tu tu, unaenda unarudi, una vitu haviendi kwa sababu hujasikiliza mzazi na hujamtunza. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ni maombi yangu asubuhi ya leo ya kwamba tutaanza kuwafikiria wazazi wetu kwa namna ya tofauti, na Yesu Kristo aliyefufuka katika Pasaka hii asikupe amani. Naomba tu ukose amani. Sasa madhabahu ikianza kutuombea tukose amani, hiyo ni hatari. Lakini mimi nakuombea ukose amani mpaka uhakikishe kitu cha mzazi wako kinakaa vizuri mpaka uhakikishe wewe unamsikiliza baba na mama. Uhakikishe unawalea kama wamezeeka, kawalete watibiwe. Na wazazi wengine wanaumwa, sio kwamba wana magonjwa, ni uzee tu, wanahitaji tu msaada kuhudumiwa. Ukimleta hapa mjini, mkampikia pikia supu mara mbili tatu za kuku, mnachemsha, mnampa, unashangaa ameshaibuka, amekuwa mzuri, anacheka, anafurahi. Mwekee vioyozi, mwekee TV pale aangalie wewe una vifaidi ni vya yule, sio vyako wewe, ni vya yule. Kama sisi tunavyopambana saa hizi, mara Dubai mara Ugiriki, mara umepanda ndege hii, unatafuta msiwi, nguo mara biashara, unaamka saa kumi na moja, unamfanyia nani? Nawauliza, unamfanyia nani? si watoto wako? Sasa wewe alikuwa anafanya nani mpaka ukawa hivyo? Na kwa nini ukumbuki kwamba walikuwepo waliohangaika kwa ajili yako? Haleluya, ehe, mnashinda Kariakoo yako, mnazunguka tu hapa, vurugu vurugu huku masoko nini, mara uanguke kwenye madimbu ya maji kule Kongo, mara wakusukume, unaangaika tu, mara umepanda ndege hii imekuacha umepanda hii nyingine siju nini, mara biashara za nini za kukuu, mara angaika, unasagasaga, unaangaika nini? Si ni kwa ajili ya uzao wako? Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Watoto wazazi, lakini pia ni lazima watoto kutunza urithi wa wazazi na vitu walivyoviacha. Hey, kuna mtu amenisikia ninachosema hapa? Katika familia tuna shida kubwa, mzazi anafariki, watoto wanauza vitu vya wazazi, na wakati mzazi ameacha, amesema labda vitu visiuzwe, lakini watoto wa siku hizi kwa kupenda hela na uchoyo na uroho wa pesa, anasema aliwe na aliwe tu, mimi nitauza tu, kwani hivi vya nini? Bwana Yesu asifiwe! Vijana mpo?